Pale ambapo wote mnaonekana mko sawa kiafya, lakini mimba haitokei hata baada ya mwaka na zaidi. Hi there, it is Patrick Mulemela here. Uh, leo ninakwenda kwa kufunza kidogo kuhusiana na ugumba usioelezeka yes. Kwa Kiingereza huitwa unexplained infertility. Ni hali ambayo hutokea kipindi ambapo wenzi wanapokuwa wamepima vipimo vya uzazi na kuonekana wako sawa, lakini bado hawapati mtoto, ili hali wanakutana mara kwa mara zaidi ya mwaka sasa, na hawatumii kabisa njia yoyote ya kuzuia mimba. Najua wakufunzi wengi wamekwisha kukufunza kuhusiana na ugumba wa awali, kwa kiingereza huitwa primary infertility ambapo mwanamke anakuwa hajawahi kabisa kushika ujauzito ingawaje amekuwa akikutana na mwenza wake zaidi ya mwaka hata zaidi ya miaka, hakuwahi kabisa kushika ujauzito. Yamkini pia una elimu kuhusiana na ugumba upili, kwa Kiingereza huitwa secondary infertility, ambapo kunakuwa na ugumu wa mwanamke kushika mimba tena baada ya mimba za awali. Pia waweza kuwa na elimu kuhusiana na utasa sterility, pale ambapo hakuna uwezekano kabisa wa kushika mimba kati ya wenzi hawa wawili. Lakini leo nitakueleza haswa kuhusiana na ugumba usioelezeka, kwa Kiingereza pia huitwa unexplained infertility, pale ambapo wote mnaonekana mko sawa kiafya lakini mimba haitokei hata baada ya mwaka na zaidi. Hali hii yaweza kusababishwa na visababishi ambavyo vyawezekana kutokuonekana kabisa katika vipimo vya kawaida. Yaweza kuwa ni ubora wa mayai ya mama au mbegu za baba. Wakati mwingine inaweza kuwa ni changamoto za upandikizwaji wa kijusi katika mfuko wa mama wa kizazi, kitaalamu huitwa implantation. Sababu zingine ambazo zinaweza zisionekane katika vipimo ni mabadiliko ya kinga ya mwili na mabadiliko ya kihomons, huwa na mpevuko wa mayai usiothabiti, huitwa ovulation isiyo thabiti kabisa. Aa, kama una tatizo la ugumba usioelezeka usinyamaze na wala usikate tamaa, kwani matumaini yapo. Mtafute mtaalamu bingwa, daktari bingwa wa maswala ya uzazi akueleze namna gani unaweza kurekebisha mtindo wako wa maisha, lakini pia fuatilia mzunguko wako wa hedhi, kujua ni siku zipi zenye rutuba, kujua ni siku zipi ni za ovulation, ni siku zipi za mpevuko wa mayai. Tafuta ushauri na saha pia fanya vipimo vya kii na zaidi. Matibabu stahiki ya ugumba usioelezeka ni pamoja na assisted reproductive techniques ambapo huhusisha IVF. Unaweza kuwasiliana nasi kwa ajili ya IVF, na mawasiliano yako hapo chini. Asante kwa kunisikiliza.